Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji wa Msewa online TV thamani ya Uislamu. Leo hii tupo mitaa ya Yombo Vituka kwa Limboa kwa ajili ya kuwahoji na kujua matatizo mbalimbali mbali ya wafanyabiashara ambao wanapambana katika kujikimu maisha yao, pamoja na mafundi mbalimbali mbali ambao wao ni kazi yao kupambana uhakikisha kwa kwamba maisha yao yanakwenda. Kwa hiyo tunakwenda kuwahoji baadhi ya changamoto anazozipitia. Naam, ndugu zangu watazamaji, tupo kwa fundi eh. Huyu ni fundi nguo, fundi Musa almaarufu ni fundi mzoefu ambaye anapambana. Ndugu zangu, habari zenu? Salama. Habari za majukumu yenu? Ndiyo dada yangu, ndiyo bwana. Bwana Musa leo tumekuja kukutembelea kwa kujua harakati zenu, changamoto zenu nini, mnapitia changamoto gani katika kazi zenu hizi za ufundi? O, changamoto hazikosekani kwa sababu kwa, kwa kila kazi haiwezi kukosa changamoto. Changamoto kubwa ni wateja tu kuto kulipa malipo ya mashono kwa wakati. He, wanaweza wakakuachia kitambaa, lakini matokeo yake asikuachie chochote kile, kawa gharama zote za ufundi unazitumia wewe, alafu baadaye ndo anakuja na anakuja kuleta hiyo pesa lakini sasa hii pesa inakuwa inacheleweshwa, haiji kwa wakati. Hizo ndio changamoto kubwa zilizopo hizo. Sawa, lakini kila penye changamoto kuna mafanikio. Vipi muendelezo mzima wa kimaisha kutegemea hii kazi? Kwa kusema kweli, maisha sio mabaya sana, maisha ni mazuri tu, yanaenda vizuri, sijaona mapungufu ya aina yoyote au kusema kuna ugumu fulani. Ugumu ni ule ule ule, tu kwa wateja kuleta pesa kwa wakati ili kutimiziwa mahitaji yao. Sawa, na unajua hii ni taaluma ambayo nina imani umeisomea, e, kutoka kwa fundi au kwa kutoka katika chuo maalum ulichojifunza. Na wewe vipi kuhusiana na kutoa wa, watu ambao wana, wana, wanaweza wakarithi kazi yako. Uwezekano huo upo na najitahidi kufanya hivyo kwa kila mmoja yule ambaye anaweza kuhitaji uhitaji wa kujua kushona. Ehe, eh, kwa swala hilo linafanyika, na wengi tu wao washajifunza na wenyewe sasa hivi washakuwa mafundi eh, eh, na wengine ndio bado tunaendelea nao naam. Kwa tathmini jinsi ilivyo, una wanafunzi wangapi kwa hapa sasa hivi? Kwa sasa hivi hapa wako wanne eh. <coughs> Sawa sawa na imani, miongoni mwa wanafunzi ulio nao ni huyu bibie. Bibie unaitwa nani jina lako? Haul Mahmudu. Aa, una muda gani tangia ujifunze kazi hii na me? kama miezi minane vya u mwaka e. Na imani, unaonaje taaluma hii? Ni mzuri kwa upande wangu. Unaisemaje serikali kuwasaidia wanafunzi kama nyinyi? situtuskoti tusaidie, itulete vicheleano vi kumtaani. Naona kuna mdau mpenda maendeleo hapa. Brother unaitwa nani bwana? Ah, bwana mimi naitwa Mr. Masuti. Mimi kama mdau mkubwa wa ofisi hii, ambaye afundi Musa, ukinitafuta ndani ya masaa mawili, basi usiponipata hapa, ujua kwamba nishaenda nyumbani kwangu kwenda kupumzika. unaambia nini jamii kuhusiana na swala la ukishumi? Ah, mimi kifupi, kwanza ninge, ningeomba kitu kimoja. Kitu cha kwanza, unajua sasa hivi watu wengi hawaendi kwenye, kwenye maduka ambayo kwenda kununua nguo za special kutokana na mafundi sasa hivi wengi tupo tuponao kumitaani. Ningesema tu kwamba hawa mafundi kwanza wawezeshwe, serikali waangalie sana mafundi ambayo wapo mitaani, na vipaji vingi vipo mitaani vya ushonaji. Kwa hiyo kama wanawezesha hawa, hawa, hawa mafundi nadhani kwamba yaani hata serikali wenyewe watafaidika kwa sababu fundi ipo tayari kuanzisha kiwanda, lakini mashine zinakuwa ni shida kuzipata, vitendea kazi zinakuwa ni haba. Lakini tungesema tu kwamba serikali wangejaribu wange ku, ku, kuangalia na upande ambayo wa huku mtaani wawezesha aa wa mafundi ili wajitahidi kupata ajira wanafunzi wadogo wadogo, e. Sawa, labda unadhani kwa, kwa, kwa, kwa, kwa umri wako jinsi ulivyo E, na na imani unajua, na umesema ni mdau wa fundi Musa, unadhani kwamba jamii yetu inapambana sana katika swala zima la kiuchumi, na serikali inatoa asilimia kumi ya halmashauri, unaishauri nini serikali katika hili? Mimi serikali naishauri kitu kimoja, wasiwaagize watu Ningeomba kwamba wawatembelee wenyewe wadau wahusika ambaye wanaolengwa na, na na, na, na, na mchango huo, kwa sababu kuna kuna mafundi kwa mfano, fundi kama fundi Musa. Fundi Musa ni fundi ambaye wa siku nyingi sana. Fundi Musa anawafundisha wanafunzi wengi sana, na naishi katika wanafunzi ambao wa kike wa kata ya Vituka asilimia kubwa. Ukimwona mwanafunzi eh, nini fundi Cherani anashona kwenye ofisi yake, ukimuuliza kwa bwana, wewe huu fundi umeupatia wapi? atakwambia kwa fundi Musa. Lakini mpaka sasa hivi fundi Musa nikisema kwamba hafaidiki na chochote kutokana na nini? Ile mitaji au mikopo ambayo midogo midogo ambayo ilikuwa ina, inatakiwa wapate kama kina afiki, lakini kwa mba, wawenye, wawenye, fundi Musa haiwafiki. Lakini ningependa kwamba wao wenyewe wao wanawatembelea mafundi na kuwahoji vitu gani ambavyo wao wanahitaji, misaada gani ambayo wanatakiwa wapatiwe, ingekuwa ni vizuri sana. Eh. Sawa, mpenzi mtazamaji wa Msewa Online TV, thamani wa uslamu, katika kipindi cha Ngalawa leo tumepata mambo mengi eh, ambayo yanahusiana na masuala ya kiuchumi kujiinua. Tumetembelea katika ofisi ya fundi Musa, mshonaji huyu maarufu kata ya Yombo Vituka. Tunatoka kuelekea katika sehemu nyingine kwa kupata habari mbalimbali mbali ambazo zinazotuchagiza sisi wananchi tuweze kupambana na uchumi. Naomba tufuatiliane katika eneo linalofuata. Naam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mabwana, bibi, hali zenu mabwana? Da, bwana mimi naomba <tipa> nikae hapa. Naam. Kaa, mbona kimbia bwana <tipa> Kaa bwana? Naam mabwana, tupo katika kipindi chetu pendwa. Sasa hivi mpo katika kipindi ambacho kinaelezea ngalawa. Ngalawa ni kipindi chetu ambacho kinaelezea misukosuko mbalimbali ya, ya, ya, ya, ya kikazi, lakini ya kimaisha. Sasa nimeona vijana mpo katika pozi la utafutaji. Hebu, mimi naitwa Msewa Ali Majaliwa, sijui mwenzangu naitwa nani? Ndugu zangu na imani hii, mnataaluma bwana, wewe ni changamoto gani ambayo unaipitia? Yani kwanza, kilicho kwa sababu vijana ni wengi, wanashughulika na mambo mengi sana ambapo inafikia hatua wanatoka wana, wana katika maadili umeona, lakini inafikia hatua wanakuwa ni wezi na nini. Lakini we ni nini kilichokupelekea mpaka kafikia hatua ukapata taaluma ya, ya ufundi seremala? Ugumu wa uh, maisha ndio ulipelekea mpaka nafikia hatua unajichanganya kwenye utafutaji na nini? changamoto ambao unapitia uh, changamoto ziko nyingi, ziko nyingi, sasa kikubwa najitaadi kukabiliana nazo hivohivo. Sawa, na vipi kuhusiana na swala la, la, la wateja, labda nije kwa bwana Mubaraka Athumani, vipi ambazo kutokana na kazi zenu mnazozifanya na changamoto mnazozipitia? Ah, kazi kama hivi tunavyoona tunafanya, changamoto zipo kama kwa upande wa wateja changamoto zipo sana, maana anaweza kutoka mteja mwingine ataahidi kazi yake siku fulani, siku fulani unamaliza kazi afu yeye asije. Kwa hiyo nayo changamoto moja hapo, misha tegemea napata kitu fulani mimi sipati kutoka kwake, hiyo ndio ni changamoto moja hapo. Lakini kwamba unaonaje katika swala zima, yani unaitakia serikali kitu gani? Unaiomba serikali ikufanyie ni nini? Maana sasa hivi kuna vitu vingi vipo ambavyo serikali wameahidi, unaomba nini wa serikali? Da, serikali mimi naomba wa kwanza kwa, kama sisi kwa upande wa mbao mazingira yetu ya mbaombawa mbao, mbao zipo juu sana. Bei bei ni za mbao zipo juu, material hapo juu, kwa sababu tunaomba kidogo material ya shusho kidogo, hata sisi tupate chochote kitu kwenye kazi zetu zinazofanya. Sawa bwana Maulidi, naona ndugu yangu tumetaabika hii asubuhi mpaka dakika mbili, hebu tuambie changamoto gani tika Changamoto ziko nyingi. Kuna changamoto ya kwanza, kama hivyo alivyosema ndugu yangu hapa, mteja anaweza akaja ukamwaidi kazi siku fulani, asifate kazi siku fulani, au anaweza akatengeneza kazi ajakupa hela kabisa, akapita siku nyingi, muda mwingi, kazi yake ukauza siku anakuja, ambapo mmeaidiana kazi hamna na yeye hela yake tayari ushatumia. Labda unadhani nini kifanyike? juu ya, ya nyinyi mafundi seremala. Inasemekana mafundi seremala mna pesa sana. Ah, uh, hiyo si kweli. Hiyo si kweli kwa sababu pesa inategemeana na, na, na kazi yenyewe ndio maana unasema pesa. Unaweza ukataja kabati la laki tatu, ukiangalia matirio yake unaweza kukuta laki mbili na kitu. Kwa hiyo unaweza kupata pata kidogo au namna unaweza kuambulia shilingi elfu hamsini. Hela yote kwenye matirio. Sawa. Ndugu yangu nikija kwa brother hapa. Na wewe pia ni mtu ambaye naona ni mpambanaji, unaizungumziaje swala la kiuchumi na taratibu sasa hivi za changamoto mbalimbali mbali za vijana, unaielezeaje? Ah, changamoto ni nyingi sana. Changamoto zipo nyingi, na hasa kama kama sisi vijana, vijana wengi tunaonekana kwamba kama mtaani hatuna kazi, yani tupotupo tumekaa, lakini wengi sisi tunajishughulisha, lakini katika shughuli zetu ndio hivyo, kila mtu na shughuli yake si kama vile shughuli yangu dogondogo ile mradi nipate hicho ninachokipata na, na mimi maisha yangu yaende sawa. Ndugu yangu, labda mimi nikuulize swali la kiuzushi. Bwana umeoa? Bado. Nashukuru. Kaka yangu hapa, Bwana Kimaro, vipi unapitia changamoto gani katika taaluma yetu hii ya ufundi? Changamoto nyingi, lakini mimi nataka nizungumzie tofauti kidogo na Aa, wamezungumzia changamoto za kiufundi na biashara, lakini kuna changamoto zingine kwenye kujifundisha, kwa sababu umri wao, wana mambo mengi tofauti na ufundi. Ndio hicho mi wanaelekeza, yaani wasimame kwenye ufundi wasi yani, sana kule nje ya changamoto zingine. Okay. Aha, yani wamezungumzia changamoto za kiufundi, mm. Lakini hawa na mambo yao mengine nje ya kiufundi, alafu utakuta wanabezi sana, wabezi sana huko kwenye ufundi. Inaonekana bwana Kimaro ni, ni, ni fundi wa muda mrefu sana. Unajua maanake amesema kwamba wabezi kwenye ufundi, wasibezi kwenye vingine hivi, vingine wanavijua kwa sababu nilipo nao na waelekeza. Sasa leo mtazamaji anakuona wa Msewa Online TV thamani ya Uislam anakuona uwe, unawambia nini jamii sasa, jamii kwamba watoto yani umri huu yani wabezi kwenye kitu ambacho wanajifundisha. Kwanza eh, wakishakuwa makini, wakisha jua yani wakishakamilika kwenye ufundi, mambo mengine yanafuata. Ndugu mtazamani wa Msewa Online TV thamani ya Uislamu, Tumetembelea hapa kata yetu ya Vituka, tumeongea na mafundi hawa. Mabwana ni majemedari ambao wao wamejitoa kwa dhati kabisa, wameachana na swala ya kihuni, kwa sababu katika vikundi kuna vikundi mbalimbali, utakuta vijana wanavuta bandi, wanafanya nini, wanafanya nini, lakini wao wamejitenga. Wao kama wao wakasema pana wajikite katika taaluma ya ufundi. Hawa mabwana ni mafundi seremala, wanapatikana Yombo Vituka kwa Limboa na kiukweli ukiangalia katika jamii yetu ambayo tulokuwa nayo, wengi huwa wanapata wakati mgumu, wamepitia changamoto nyingi. Kwanza kama mkubwa hapo bwana Kimaro amesema, wao wanajitakiwa kujifunza. Ndani ya kujifunza kwao, basi wajifunze na wadili katika taaluma ili waweze kufanikiwa, na ili waweze kufanikiwa ni kudumu katika yale ambayo wanayo ya kusudia. Hawa ni mafundi ambao wanahitaji sapoti zenu, ndugu zangu, na kipindi chetu cha Ngalawa kinahitamisha hapo kwa, kwa kuwatakia kheri, lakini pia Mwenyezi Mungu awaongoze wa ndugu zetu waweze kufanikiwa katika jambo okwa kheri mabwana, mimi nashukuru sana kushirikiana nanyi katika kipindi chetu hichi cha Ngalawa.